Sisi kama vijana upande wetu wa wauza matunda eneo hili tulikuwa tunakaa, lilikuwa eneo la wauza matunda, tulifukuzwa kama mbwa, tunanyanyasika. Vijana tunanyanyasika, hatuna pakulia, tukilia huku wapi tunakushukuru sana waziri kwa hili kwa kweli sana, yani tunakushukuru sana katika hili, tunaomba utusikilize e, tatizo la bodaboda ni tatizo lenu ninyi, sio bodaboda. Ninyi ndio mnaoleta vurugu, kwa sababu hamwezi kutekeleza yale mam mambo ambayo uhitaji wa vijana ambayo ni hususani bodaboda, ninyi hamuwezi kuyatekeleza. Na kwa sasa mnachukua maoni, mnatutelekeza hapa, lakini vilevile mnatakiwa mfanye haraka kuunda jukwaa la kusikiliza maoni ya vijana kwa wanawake, ukianza kuangalia vijana wanawake, Mheshimiwa Waziri, kuna mikopo inayotolewa halmashauri pale, hili mpate kijana huyo bodaboda boda. hili mpate kijana mjasiriamali mwanamke hapate huo mkopo, ili msaidie kiuchumi, ni shida sana. Unaweza ukajaza fomu pale halmashauri kama kundi la vijana wapate mikopo, watazungushwa nenda rudi, nenda rudi, matokeo yake mikopo hapewi, na wakipewa hiyo mikopo inakuwa na masharti makubwa sana, wanashindwa hata namna fanyaje kuleta marejesho. Swala la taasisi ya bodaboda Boda, Tanzania kuishi kama kitu ambacho serikali haikijui, na huku mkiwa mmetoa vitu vingi sana kwamba mnawekeza kwenye bodaboda Boda, ni vitu ambavyo vinakiezana bodaboda ametoka kuingia barabarani kwa maana ya kutumia pikipiki lakini nafungiwa taasisi ya bodaboda wilaya wali wali ya Kyela kwamba ndio waliofanya uhalifu. Dhamira ya Mheshimiwa Rais ni kila kijana anafursa, anawazo, wa nchi hii ambaye ana fursa ana wazo anajishughulisha, mfumo wa serikali na fedha alizozitoa zinatakiwa ziweze kumsaidia kijana wa namna hiyo. Kwa, kwa maana nyingine tena, mkurugenzi wiki ijayo tafuta namna ya kukutana na makundi mbalimbali hawa vijana, waelekeze fursa zilizopo, waambie kiasi gani wanaweza wakapata. Ninatambua watakuwa ni wengi, pengine wanaweza usiwape wote, lakini kutana nao, kila kijana awe anajua kitu ambacho Daktari Samia anakusudia kukifanya na fedha ambazo zipo katika halmashauri yetu. Liko swala la katiba limezungumzwa, na mimi nakubaliana na ninyi kama mlivyozungumza na sisi kama serikali, wale ambao mnafuatilia mtakumbuka, Mheshimiwa Rais, kati ya vitu alivyoahidi kuvifanya ni kuendeleza mchakato wa mabadiliko ya katiba ambao uliishia njiani, ili kila mmoja wetu wazo lake alilonalo litasemwa, litachakatwa, ambalo linaonekana linafaa kuingia. Kwa umoja wetu kama vijana, tutapeleka ajenda zetu. Ndio maana tangu kuungwa kwa nchi hii atujwekuwa na wizara ya vijana. Ina maana mheshimiwa rais kuunda wizara ya vijana ni kuonyesha dhamira yake kwamba sauti ya vijana inasikika. Nataka niwahakikishie kama ilivyoahidiwa, mchakato utafanyika na sisi tutapata nafasi ya kutoa mawazo yetu kuhusiana na katiba hii. Kwamba vijana wengi wa nchi hii ni wale wanaojishughulisha na shughuli ndogo ndogo na shughuli za kutwa, ambazo kipato chao pia ni kidogo. Na mimi naomba nitumie hadhara hii kueleza kwamba tunajua katika kundi kubwa la wema wabaya pia wanakuwepo, na haijalishe awe boda bodaboda. Tunaona wakati mwingine hata tunapata changamoto kwa walimu, tunapata changamoto kwa viongozi wa dini, tunapata changamoto kwa viongozi wa serikali. Kwa hiyo sisi kama serikali hatusemi kwamba watu wote wanaonyesha bodaboda ni watu wabaya, hapana, na naomba ili lieleweke vizuri kwamba vijana wanaoshughulisha na shughuli za bodaboda serikali imekusudia kuwarasimisha.